Baada ya meli ya kivita ya kubeba ndege Abraham Lincoln kuingia katika eneo la operesheni la CENTCOM Mashariki ya Kati, mvutano kati ya Tehran na Washington umeongezeka tena. Pande zote mbili zimekuwa zikionya mara kwa mara kuhusu madhara ya shambulio lolote. Shirika la habari la Fazi, ambalo liko karibu na walinzi wa mapinduzi ya Iran, lilitoa video kadhaa siku ya Jumatatu za mahojiano iliyofanywa kwenye kituo cha Ofog cha shirika la utangazaji la Iran. Katika mahojiano hayo, Mustafa Koscheshem, muhadhiri wa chuo kikuu na mgeni kwenye kipindi hicho, anaelezea hali ya usalama nchini Iran baada ya kuuawa kwa waandamanaji kwa wingi. Pia anazungumzia kwa njia ya mafumbo, suala la kuuawa kwa rais wa Marekani Donald Trump, akilitaja kama mshale usioonekana na msaada wa Mungu. Urais wa Marekani Donald Trump alisema katika mahojiano ya televisheni wiki iliyopita kwamba ataifuta Iran kabisa kwenye uso wa dunia endapo kutakuwa na jaribio lolote la kumuua. Wakati huo huo, kundi la Hezbollah limetoa tamko dhidi ya Marekani kuwa itaiunga mkono Iran endapo Marekani na Israeli zitaishambulia Iran. Naim Kasim, katibu mkuu wa shirika la Hezbollah la Lebnani, aliwaambia wafuasi wake katika hotuba ya televisheni na mkutano wa umma wa kuunga mkono Iran na hapa namnukuu. Kama Marekani na Israeli zitaanza vita na Irani hatutakaa kimya. Kiongozi wa Hezbollah wa Lebnani alisema, tunaona tishio la Marekani dhidi ya Irani kama tishio kwetu na tuna nguvu kamili kuchukua hatua yoyote tunayoona inafaa kukabiliana nalo. Hotuba ya Naim Kasimu ilipeperushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Aliongeza, sisi hatutaunga mkono upande wowote katika suala la Iran na tutatangaza hatua wa zetu wakati unaofaa, akionya kuwa vita vipya na jamhuri ya kiislamu ya Iran vinaweza kuzuka tena katika eneo lote. Miezi ya hivi karibuni kumekuwa na mvutano wa maneno kati ya maofisa wa Iran